Chanjo hulinda watoto na familia zetu dhidi ya magonjwa hatari, ila ulinzi kamili hupatikana tunapokamilisha dozi zote. Baadhi ya chanjo huhitaji zaidi ya dozi moja ili kujenga kinga imara na ya kudumu. Kwa mfano, chanjo ya polio ya mdomo inahitaji dozi nne, na ile inayopeanwa kupitia sindano inahitaji dozi mbili. Chanjo ya surua na rubela, yaani measles rubela, inahitaji dozi mbili nayo. Na chanjo ya nimonia inahitaji dozi tatu ili kutoa ulinzi kamili. Hivyo basi, kuacha chanjo katikati humwacha mtoto bila kinga kamili. Ndio maana ni muhimu kuhakikisha kwamba unamaliza kila dozi ya chanjo. Ili kufuatilia ratiba, tumia kitabu cha chanjo unachopewa kwenye kituo chako cha afya. Kibebe kile unapokwenda hospitalini na, na umwombe muhudumu akuandikie tarehe ya dozi inayofuata. Ukikosa siku ya chanjo, usiogope, unaweza kurudi na kuendelea na dozi zilizobaki. Chanjo bado zinaweza kutolewa. Kumbuka vijana, watoto na watu wazima wana ratiba tofauti za chanjo. Wanawake wajawazito pia hupokea chanjo ili kumlinda mama na mtoto tumboni. Kwa ratiba sahihi ya chanjo Tembelea kituo cha afya cha umma kilicho karibu nawe hapa Tana River. Kumbuka, chanjo huokoa maisha. Kamilisha kila dozi. Je, ni chanjo gani ya zaidi ya dozi moja umeshakamilisha, na ilikuwa dozi ngapi? Kwa ufahamu zaidi kuhusu chanjo, tembelea mitandao ya Vaccines Kenya.